Kutokea hapa mtaa wa Kariakoo jijini Dar es Salaam, Tanzania ambapo chama cha waigizaji Tanzania wamefanya maandamano maalum kabisa kupinga uibaji au wizi wa kazi za sanaa ambazo zinafanywa na waigizaji wetu. Ninaye pia mkali hapa Captain Singo Mtambalike, tuweze kusikia mawili matatu kutoka kwake kuhusiana na maandamano haya, kwa sababu yeye kule katika maandamano alivyokuwa naendelea, alikuwa mbele kabisa na alikuwa anaimba akiamini kwamba ushindi na ukombozi wao sasa unafika. Yep, yep, yep, yep, yep. Naam. Ya, tuzungumze kwanza, maandamano haya yamechukua muda gani au mlijipanga kwa muda gani mpaka mkaamua kuandamana? Well, takriban ni kama wiki mbili baada ya kuwa na wazo na kulipeleka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa na mpaka kufanya hii, takriban wiki mbili tu, lakini tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. hakuna, hakuna kwa sababu hakuna kilichokuwa kipya yani ni kwamba vyote vinafahamika nikukumbushana tuna wenzetu kwamba wanachokifanya sicho. Hii ni nchi inayoenda kwa utawala wa sheria na ni lazima tufuate sheria. Kama tunafuata sheria ni kwamba tuhakikishe kwamba tuna tunafanya tuna, tuna, tuna kile ambacho serikali inataka tufanye ni kulipia kodi eh, na, na, na, na, na kufuata sheria zote za nchi. Kwa hiyo, si kwa hiyo si kwamba kuna competition au kuna kuna, kuna, kuna, kuna ugomvi na watu wengine hao wanaofanya hizo kazi hapana. Ni kwamba wafuate sheria, kwa sababu wale wanaouza sana sana wale chingas hawajui kwamba wale matajiri zao ni wezi, hawajui kwamba wanaiba. Kwa hiyo, kwa sababu wanaenda wanapata riski kwa kitu cha uizi, wanaona wana kwamba ni haki yao, ndio maana wanakuta wanapiga kelele. Lakini kiukweli ni kwamba, ni kwamba wanaiba na wanafanya kazi bila ridhaa ya wenyewe wenye, wenye filamu zao huko nje, kwa sababu hawana vibali navyo na hawalipii kodi kwa hiyo kikubwa ndio hicho tu, kuwakumbusha kwamba watu wakifanya si hicho na wafuate wafanye inavyotakiwa, walipe kodi alafu tukutane sokoni tuone kama bei zao zitakuwa chini zaidi ya za kwetu. Baada ya kuwakumbusha, nini matumaini yako katika hiki ambacho kimefanyika siku ya leo? Well, matumaini yangu ni kwamba serikali ya mkoa imesema, na ikisema imesema Ushaenelewa, serikali ya mkoa imesema na ikisema imesema, hakuna duka litakalofunguliwa, hakuna chinga atakayeuza filamu ya nje ambayo haijafuata sheria. Kama hivyo ndivyo, lazima bei itakuwa juu kidogo ya kulingana na za kwetu tukizungumzia tuki, tuki hilo, kumekuwa na tatizo na malalamiko mengi kutoka kwa wanunuzi, ikiwa na maana ya wateja wa kazi za filamu Tanzania, ambao wao wanasema filamu za kibongo zinakuwa chini ya kiwango na kila siku watu ni wale wale na stori zinakuwa zile zile. Hili lipoje? Kwambia hata wa Marekani ni wale wale, kina Denzel ni wale wale, DiCaprio ni wale wale, lakini na shows ni wale wale, Tom Cruise ni wale wale, na wanaibuka wengine. Na sisi tulikuwa sisi sisi, lakini tunaona kuna wakina Mlela, tunaona wakina wakina Gabo, tunaona wakina Niva. Ndo wale wale kweli? Haiwezekani, wanakuja sema hawana uwezo wengine wa kufika viwango vyetu, ndio maana wanadhani kwamba tunaangalia soko, lakini si hivyo. Namba moja. Namba 2 ni kwamba wanalalamika tu wakisema kwamba imekuwa mazoea, hapana. Ni kwamba wale wa, wanaouza hizo filamu za wizi wanapata miji pesa mingi, kwa hiyo wana watu wa kusema hivyo, sijui, unaelewa? Hawa watu wametengenezwa waseme hivyo ili ionekane tatizo ni hilo, lakini hapana filamu zetu za Kiswahili zinaeleweka. Au kwa mfano hizi zinatafsiriwa, ile tafsiri na tafsiriwa pale sio ya kweli. Kama mtu analelewa Kiingereza, akisikia kile kinachosemwa na yule anatafsiri, sio ukweli. Kwa hiyo unapotosha Watanzania wasioelewa, waone kile kilicho alichokitengeneza yule mwenyewe, hakifiki kwa watu, kinafika kingine anacho kibuni yeye na ni cha uongo, na ile kazi ameiba. Kwa hiyo hii sio jalala, hii nchi yetu sio jalala, hii wananchi wetu sio, Watanzania wenzetu sio watu wa kupotoshwa tu anatia maneno mazuri pale, ninja anasema sijui nini, uongo mtupu, si ukweli yale mambo, lakini wasioelewa ile lugha wanaona ni ni kweli. Kwa hiyo maana ya mtunzi wa ile sinema ilikuwa sio kuopotosha, hivyo kwanza kazi yake imeibiwa, pili inapotoshwa, usienelewa. Kwa hiyo ni wizi, it's like kuuza mirungi. Wala wanaouza mirungi, napata faida, napata na unga haiwezekani. Si wa ukiwa, kama msanii mkubwa unaona kuna uimara gani katika upande wa tasnia ya filamu Tanzania, lakini pia mapungufu ambayo unayaona ni yapi kwenye upande wa tasnia? well, mapungufu yapo, uimara umezidi zaidi kwa sababu katika 4K tunapiga, tuna sauti nzuri sasa hivi tuna mapungufu kwenye hadithi tu, waandishi wamepungua, waandishi wengi wana kopikopi, na waandishi wengi hawa hawaendi ile ile yenyewe, lakini tukirekebisha huko palipobakia kwenye hadithi tu, ambacho watu wengi hawaelewi, kwa matatizo yetu ni hadithi, ni hadithi tu. Tukirekebisha hadithi tunakwenda sawa sawa na wao tu. Rudi kwa upande wako binafsi, kazi zako za sanaa kwa sasa, sasa hivi tutegemee kitu gani, ndani muda gani, kipi? Well, nitaanza na Kalekwa. Kalekwa nimetengeneza 2014 na sikuingiza sokoni kwa sababu ya fakta hizi hizi, mtu unapeleka sokoni, anataka copyright. Copyright si uzagi copyright mimi, kwa hiyo unashindana nayo, naweka ndani tu, sababu haiozi. Kwa hiyo nitaanza na Kalekwa, baada ya hapo ndo nitaingia location sasa, so. Otherwise nitacheza sinema za watu, lakini mimi sita sitatengeneza kama pa hapa hapajakaa vizuri bado. Mwona, eh hi, tukizungumzia Kalekwa watu tegemee nini huko? Well, Kalekwa as uwezo wangu wa kuandika unavyojulikana, uwezo wangu wa kuigiza na uwezo kwa mfano wa kina Rose Ndauka wa kina, wa kina Riama Ali wa kina Kingi watoto wa Kingi majuto Tanga kule, ushaelewa. Uwezo wao ni mkubwa, kwa hiyo kilichotokea hapo nina uhakika ni kizuri sana, ingawa nimecheza 2014, lakini ni bala hata ikikaa sasa hivi sokoni inakalisha zilizoko sokoni, nimeiweka ndani. Nikushukuru sana na nikupongeze kwa kile ambacho mmekianzisha, na kama ulivyozungumza kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atauza au kufanikisha kuendelea kusambaza hizi kazi ambazo kwa namna moja au nyingine sio halali, kwa sababu tunavyoona sasa hivi katika mtaa huu wa Grey maduka yote yale ambayo ni maarufu kwa kufanya hizi kazi <laughs> yamefungwa. Majibu yanapatikana na kwa mtazamaji pia wa Global TV atapata majibu. Huyo ni Captain Singo Mtambalike, tumeachana naye, nimpe nafasi pia ya kusema anapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii ili atakapoachia tu kazi ya kalekwa tuweze kuiona. Yeah, yep, right. Facebook ni Mtambalike Singo na na Instagram ni Rich Mtambalike. Haina haina nini, ni Rich ni Mtambalike moja kwa moja Instagram utanipata. Twitter ni S Mtambalike. Kote ninapatikana huko. shukrani sana alright. Mtazamaji na mfuatiliaji Global TV kwa sasa hivi ni kutakie wakati mwema, nikukumbushe tu kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bila kusahau kupita pale Vunja Bay wanaopatikana Sinza madukani kituoni pamoja na pale Da Live Mbagala za KM. Uweze kushine kama alivyoshine best presenter Kelvin Shay juu mpaka chini kwa gharama nafuu kabisa ya elfu kumi na tisa trouser kali pamoja na elfu kumi na tano mpaka kumi na mbili t-shirt kali, simple raba kali kabisa elfu ishirini na tatu. Zaidi ni watakie wakati mwema niseme debe tukutane katika vipindi vingine. bye bye.